imetembelea mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga. Kilimo ajira yangu leo tunaangalia ufugaji wa samaki katika wilaya hii ya Mkuranga. Watu wengi wanaweza kujiuliza, hivi kufuga samaki ni kilimo? Mtaalamu wa uvuvi na ufugaji wa samaki ndugu Emmanuel Ntobi anatueleza kitaalamu juu ya hilo. E, cha kwanza tunatakiwa tutambue kwamba neno agilikache, neno lenyewe kilimo nini? Kilimo ni kitu ambacho kimebeba vitu vyote, tuseme kimebeba ufugaji kimebeba ufugaji wa samaki kimebeba shughuli zote zinazofanyika katika mazingira haya, katika uzalishaji hasa wa mimea na viumbe wengine tunaowaweka. Kwa hiyo hii yote imebebwa katika kilimo, na ukiangalia eh, unapokuwa unasoma kilimo, hata watu wanaosoma kilimo kwa ujumla eh, kitaalamu wanasema general agriculture, lazima wamgusie samaki, lazima wagusie mifugo wengine. Kwa hiyo hii yote iko ndani ya kilimo, hatuwezi kutenganisha vitu hivi kwa sababu vyote vinategemeana, lakini vyote vimeingia ndani ya kilimo. Kwa hiyo lazima tutambue hicho, na nikienda mbali sana naweza kusema kwamba unaweza ukafanya huu ufugaji na ukafanya kilimo cha mboga mboga katika mazingira yale na ukafanya mifugo mingine. Kwa hiyo yote hii kwa ujumla inaitwa kilimo. Tulianza kutembelea kijiji cha Malela, kata ya Vianzi, kitongoji cha Kizinu. Hapa tumefika kwa Michael Samuel Kitula. Huyu ni mfugaji wa samaki kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Anasema ukitaka kufuga samaki, kitu cha kwanza ni bwawa lenye maji ya uhakika kwa mwaka mzima. Hapa unaweza kupanda samaki wako kwa kufuata utaratibu na ushauri wa kitaalamu. Mavuno mazuri ni kati ya miezi sita hadi nane, na ukiwatunza vizuri wanaweza kufikia hadi kilo moja kwa samaki mmoja aina ya sato. Mtazamaji. Samaki ni biashara. Kwa hiyo, kusema ule ukweli, samaki ni biashara. Nacho shauri iwapo kama Watanzania wangeweza kujituma na ku na kuifanya hii biashara, biashara hii ni nzuri. Kwanza unapa, unapata mahitaji yako muhimu. Pili, hata we mwenyewe unaboresha afya. Unaniona mimi na miaka hamsini na nne hapa <laughs> nakula wa samaki wa bichi, wananiweka standadi <laughs> unavyo liona hili hili hapa. Mara ya kwanza niliingiza samaki elfu moja na mia tano. Nikaja nika kwa sababu unapofuga lazima unakuwa unapata mawazo kwa, kwa wafugaji wenzio na wataalamu zaidi. Kasema iwapo kama ingewezekana ku, kuwatenganisha kwa sababu kuna mtenganisho wa samaki ukaweza kuwaweka ambao ni, ni madume tupu kama unaweka madume tupu bwawa kama hili hapa unaweza ukaweka hata elfu nne mpaka elfu tano watakaa. Lakini iwapo kama utawaweka majike na madume, ukiwaweka elfu nne ina maana mpaka miezi sita hapa una samaki zaidi ya elfu ishirini thelathini. Kwa hiyo inakubidi uweke standard ambayo kama elfu mbili unajua kabisa mpaka kuja kufika miezi sita kuna una samaki karibu elfu sita ambao unakuja unawatoa wale wakubwa wakubwa, unaacha wale wa wadogo wadogo, lakini muhimu ni kwamba uwezekano huo na tayari maandalizi yapo hapo nyuma, sidhani. Unaona, nitakuonyesha ambayo naandaa kwamba niingie ni kukuweka madume tupu ambayo tayari wameshafanywa nani, hii munsax ya kutokuwa majike si nini, wote wanakuwa hawazaliani. Aina bora ya samaki ambao mimi nimependezwa nao ni Sato, ni Sato kwa sababu Sato ana vu, anavumilia na anastahimili kukaa sehemu yoyote. Pawe kwenye mwanga, au pasiwe kwenye mwanga ambao kusema labda hapa kuna miti miti samaki wangu sijui nini. <coughs> Sato Ana, anavumilia, anaishi Sato hata kama chakula chake muhimu ambacho uwaga unatengeneza kikikosekana, una uwezo wa, wa kuendelea kumpa hata chakula mbadala na anapokea, ndo umuhimu ulionivuta kwamba kumbe Sato ni samaki ambaye anayevumilia na anawateja. Samaki wanalishwa chakula maalum chenye virutubisho kilichotengenezwa na kuchanganywa kitaalamu Sisi Mkuranga tuna bahati sana. Kama ya chakula chao hawa kinatakiwa na mchanganyiko wa nani, wa unga wa mhogo kidogo. Sisi tunalima mihogo wenyewe huku, kwa hiyo nani, makopa tunapata kiurahisi na kwenda kusaga. Sababu chakula muhimu ni kwamba upate ambacho si cha kuzama chini. Na kwa nini si, kisizame chakula, ina maana utafu upate unga wa mhogo ili uchanganye chakula kipate kuelea akipate kwa urahisi na ndo anakichukua anaki chote kulikoni kikizama. Ina maana anaanza kukitafuta samaki chini, na kitu ambacho samaki anakuwa hana amani. Samaki anataka chakula akitafute kiwe juu, akidake pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, akidakadaka pale tayari. Mtaalamu wa uvuvi na ufugaji wa samaki ndugu Emmanuel Ntobi anasema. Shughuli za ufugaji wa samaki na kilimo zinaenda sambamba. Mkulima anaweza kulima mboga mboga, akafuga wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kuku, akachimba bwawa na kulitumia kuhifadhi maji ya kumwagilia na wakati huo huo akayatumia maji hayo kufugia samaki. E, kitaalamu tunasema kuna ufugaji wa samaki huko ndani ya kitengo kinaitwa aquaculture. Aquaculture maana yake ni ukuzaji wa viumbe na uendelezaji wa viumbe kwenye maji e, viumbe wote wanaohusiana na maji, unaweza wakawa wa bahari, wanaweza wakawa maji baridi, unaweza ikawa mimea bahari, inaweza ikawa mimea ya maziwa na, na vitu vingine kama hivyo, na hiyo ndio imebeba aquaculture lakini ufugaji wa samaki kitaalamu tunaita tuna fish farming. Huu ni ufugaji wa samaki sasa unaojitegemea katika kufuga samaki, na lengo ni kukuza samaki na baadaye kuja kujipatia kipato kupitia hao samaki. Kwa hiyo unashauriwa sasa, unaweza ukaandaa mabwawa yako vizuri. Kitu cha kwanza unashauriwa uwe na eneo. Ukishakuwa na eneo, eneo lako unashauriwa liwe nzuri ambalo linaweza likawa lina upatikanaji wa maji ya kutosheleza ili kama unavyoona nyuma yangu hapo inavyoonekana. Kwa hiyo kuwe na maji ya kutosheleza, ambapo utakapoanza kufanya ufugaji wako usiwe na shida pale unapohitaji kuwabadilisha maji kwa ajili ya hewa, lakini uwe na udongo mzuri. Kwa mfano kama eneo lako litakuwa na udongo wa mfinyanzi, unaweza usihitajike kujenga kama tunavyoona kwenye mabwawa hayo unaweza usihitajike kabisa, lakini pale eneo lako litakapokuwa na udongo sio wa mfinyazi, utahitajika kujenga ili maji yako yasije yakapotea. Kwa hiyo unaweza ukaona. E, kitu kingine kinachohitajika, lazima eneo lako liwe salama, kwamba usalama labda wa watu wanaopita katika maeneo yale, usalama wa samaki wako wasije labda wakazulika na washambulizi wa samaki mbalimbali, wanaweza wakawa watu unaweza wakawa viumbe wengine wanaoshambulia samaki. Kwa hiyo lazima eneo lako liwe salama, lakini usalama wa maji yale unayotumia lazima yale maji yawe salama, ili samaki wako wawe kwenye mazingira ambayo ukipata mavuno yake yakubalike kulika sokoni, yakubalike na afya za watu, yasije yakawa mabaya. Samaki wanaofugwa ambao tunaongelea leo ni samaki wa maji baridi, sato na kambale. Unapotaka kuchimba bwawa lako, kuna mambo ya kuzingatia, ili bwawa lako liwe na sifa za kufugia samaki. Moja ya sifa hizo ni eneo, ukubwa wa bwawa, mzunguko wa hewa katika maji na virutubisho ama mbolea ili maji yawe na rangi ya kijani na kusaidia samaki kutoonekana na adui. Kumbuka, utakapochimba bwawa lako utegemei kulijengea, kuna taratibu zingine zinafuatwa hapo katikati. Kwa mfano uwekaji wa chokaa kwa ajili ya kuua vimelea mbalimbali kwenye eneo lako, lakini pia kutengeneza ule uchachu wa maji. Kwa hiyo ni vizuri sana ukaangalia uka swala kama hilo na baada ya hapo utajaza kisha maji. Ukishajaza maji, tunakushauri pia uweke mbolea kwa ajili ya kuandaa chakula cha asilia kwenye bwawa lako. Kwa hiyo utaweka mbolea. Mbolea inaweza ikawa ya samadi ya, ya ng'ombe au ya, ya mbuzi, ya kondoo, ya kuku pia inaweza ikatumika. Kwa hiyo unaweka ile mbolea na baadaye utakumeandaa kiwango mazingira mazuri ya samaki kukaa kwenye lile bwawa, na lengo kupata ile kijani. Ile kijani inasaidia tupate chakula cha asilia kwenye bwawa lako, kwa hiyo ni vizuri sana uweke hiyo kijani patikane. lakini pia unaandaa maficho ya samaki wako, samaki wako wasiwe wanaonekana na maadui kirahisi, lakini wasionekane na mwanga mkali. Kwa hiyo zingatia kuweka mbolea pia. Ukishamaliza pale, unaruhusiwa sasa kupanda samaki wako, kwa sababu takuwa umeshaandaa mazingira mazuri na baadaye utafata vifaranga pale. Utakapoenda kuvifata na hasa unashauriwa kitaalamu ufate vituo vinavyotambulika na serikali. Serikali inasisitiza sana ufate vituo vinavyotambulika ambavyo unaweza ukapata vifaranga wale ambao wana ubora. Kwa mfano vituo hivyo unaweza ukapata kwenye vituo vya mafunzo, kwa mfano katika vyuo mbalimbali na taasisi zingine za utafiti ambazo ziko hapa nchini. kwa hiyo ukapata vifaranga ambao wanastahili, wenye uwezo wa kukua kwa wakati wenye uwezo wa ku wa kuvumilia magonjwa, wenye uwezo wa kukubali chakula cha kupewa, wenye uwezo wa kukua kwa wastani ule unaohitaji kwa ajili ya kuingiza sokoni. Kama ulivyoona, kama unavyoona hawa kiwango cha samaki hawa ambao tunawaona hapa ni samaki wakubwa ambao wengine mpaka wanafikia kilo moja, wengine wanafikia gramu mia saba, wengine gramu mia tano jawapo kitaalamu tunakwambia utakapofuga inategemea pia na yale mazingira yako yatakuwaje. Kuna mazingira mengine kama samaki wanafika mpaka kilo kilomoja nafika giauasaba nafika aa nane na wengine mia tano. Kwa hiyo we, we unaweza ukaenda katika giramu mia mbili hamsini mpaka mia tano, ambacho hiyo ndo tunashauri kitaalamu. Sasa huku kuongezeka, kwa mfano hawa samaki ambao tunaona leo hawa wanafikia mpaka kilo moja hii sasa inategemea na saiti yako, ina maeneo yake yakoje. Kwa mfano upatikanaji wa maji mazuri, maji yasiyokuwa na kiwango kikubwa cha chumvi labda, lakini pia ubadilishaji wa maji kwenye bwawa, ili hewa iwe ya kutosheleza, kwa sababu kuna wafugaji wengi wanasumbuliwa samaki wana, wanakuwa hawapati hewa ya kutosha, na hasa labda katika kupandikiza samaki, umepandikiza wengi kupita kiasi, hiyo pia inakuwa ni shida nyingine ambayo inaleta tabu kabisa na samaki wanakuwa hawakui. Kwa hiyo tunategemea hivyo, na ukishapandikiza hao samaki, tunategemea upandikize samaki wasiozidi wanne, wale wenye kuzaliana hasa hawa sato ambao tunawaona hapa. Kama samaki wako unategemea uchukue ambao wanazaliana, ni vizuri wasizidi wanne kwa mita moja ya mraba, lakini wale wanaozaliana wale wasiozaliana tunakushauri kitaalamu kuanzia watano mpaka, mpaka kumi wale wasiozaliana, na hii kwa mita moja ya mraba, na hii inasaidia kwamba samaki wale hawaongezeki tena kwenye bwawa. Kwa hiyo wanaweza tu wakakua kama tunavyowaona samaki hawa ambao hawazaliani, kwa hiyo ukuaji wake unakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo, katika kipindi cha miezi sita, basi unaweza ukavuna samaki wako na ukaingiza sokoni kama tunavyowaona samaki hawa. Samaki wanahitaji chakula chenye virutubisho na mchanganyiko maalum. Mtaalamu wa uvuvi na ufugaji wa samaki anatueleza zaidi. Baada ya kuhakikisha kwamba samaki wako umewapanda vizuri, unashauriwa sasa kuandalia chakula samaki wako. Ne samaki chakula kin kinaweza kikaandaaje? Chakula kinaandaliwa E, kulingana na mazingira yako yale, ma, yale mazao yanayopatikana katika maeneo yako, mfano pumba za mpunga zinazopatikana, pumba za mahindi zinazopatikana katika eneo lako, e, mashudu labda ya pamba au ya, ya lizeti yote haya yanafaa katika kutengeneza ule muunganiko wa chakula cha samaki. Kwa hiyo pia damu ya mifugo, e, hii damu inafaa pia kuchanganywa kwenye chakula chako. Lengo hasa ni kupata protini, kutupate kiwango cha protini tupate carbohydrate, tupate lipidi, yani tupate tu virutubisho vyote viwemo kwenye hicho chakula cha samaki. Kwa hiyo ukishatengeneza muunganiko huo unaweza sasa ukawalisha samaki wako na samaki wako wakawa wanakuwa vizuri, ila unachokumbushwa ni kukumbuka tu kubadilisha yale maji kwa wakati ili kuifanya kile kiwango cha hewa kipatikane vizuri zaidi. Naomba nikumbushie kitu kimoja kwamba katika huu ufugaji, mara nyingi ufugaji umegawanyika katika katika njia tatu ambazo tunazitegemea, tunasema kuna extensive fish farming. Huu ni ufugaji mdogo kabisa usiokuwa na na manufaa makubwa, lakini kuna ufugaji wakati tunasema semi intensive fish farming, na kumwingine wa mwisho tunasema intensive fish farming. Sasa huu wakati ndo huu ambao sasa hatuongezei sana hewa kwa kutumia mashine, bali tunaweka tu chakula tunawapa samaki wetu, na wanaweza wakakua kwa wakati ule tunaoutarajia. Kwa hiyo tunachozingatia ni ubadilishaji wa maji kama tulivyoona, na tunaweza sasa tukapata mavuno mazuri. Na kuna huo ufugaji mwingine mkubwa, huo unategemea uweke mashine na hizo mashine ziongeze kiwango cha hewa kwenye bwawa, lakini lengo, unapandikiza samaki wengi. E, ili hali kibwawa chako ni kidogo. Na hii inasaidia kitu gani? Hii inasaidia kwamba wewe unaongeza hewa, kwa hiyo unaweza ukaweka samaki wengi, ili mradi wewe unaongeza hewa kwenye bwawa lako. Kwa hiyo inasaidia kwa njia hiyo. Na mavuno yanakuwa kwa kipindi gani? Mavuno yote yanategemea katika kipindi cha miezi sita, hapo ndo unaweza ukavuna samaki wako wakiwa na uzito nilio usema. Hawa bata ambao wanajivinjari na, na kuogelea katika bwawa hili ni muhimu kwa maisha ya samaki, japo wao hawalijui hilo kwa ujumla. Kwanza tunashauri hiyo integrated integration ya samaki, e, mboga mboga pamoja na mifugo wengine e, labda nielejee kwa kwa watafiti wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kitengo cha kilimo pamoja na ukuzaji wa viumbe wa majini. E, kilichofanyika pale, kuna tafiti iliyofanywa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na waligundua kwamba mtu atakayefanya kilimo mseto cha samaki, mboga mboga pamoja na mifugo anaweza akafanya vizuri sana, kwamba kuna manufaa makubwa sana e, watafiti walijikita sana kumwangalia samaki wakaangalia na mboga mboga, lakini waliangalia na mifugo aina ya kuku. Wakaona hivi vitu vyote, kuku pamoja na bata, wakaangalia hivi vitu vyote kama vinaendana vizuri, wakaangalia kwamba kinyesi kinachotoka kwa kuku au bata kikadondokea kwenye bwawa kinatengeneza kiwango cha, cha virutubisho, kitaalamu tunasema nutrients kinatengeneza. Kikisha tengeneza tunapata kuna kitu kinaitwa phytoplankton pamoja na zooplankton yaani, ile kijani inayopatikana ile kijani kisha patikana mle ndani, kuna hao wadudu wadogo wadogo ambao anawasema sasa, samaki wanaweza wakala. Samaki wakila wanapata afya nzuri zaidi. Pamoja na hiyo, utaongezea chakula kingine, lakini wanapata afya nzuri. Kwa hiyo, watafiti waliangalia hicho kitu. Kwa hiyo, kuna manufaa makubwa kwamba unapochanganya hii yote ikawepo sasa hebu angalie, tuangalie uwepo wa, mfano wa bata katika mazingira yale. Bata wana faida nyingi sana unapokuwa nao kwenye bwawa lako. Mda mwingine bwawa lako linapokuwa maji yametulia sana, kiwango cha hewa kinapungua, na hasa kwa samaki sato. Sasa uzuri wa bata, wao wanachezea yale maji, kwa hiyo wanakuwa wanatengeneza, wanaongeza kiwango cha hewa kwenye bwawa lako. Kwa hiyo unakuta kuna faida nyingi kwamba bwawa linaongezeka hewa, lakini bado kile kinyesi kinadondokea, ni kama mbolea. Sasa inadondokea kwenye bwawa na kisha dondokea, tunatengeneza vile vidudu vidogo vidogo ambayo nimesema zooplankton na phytoplankton au green algae, ile inayofanyika kwenye bwawa lako. Kwa hiyo unakuta samaki wako wanapata lishe nzuri sana kwenye, kwenye bwawa na haina madhara sana, haina madhara kwamba labda watakamata samaki Sam. Kwa ujumla bata hawakamati samaki moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia hata ile tabia ya mdomo wake sio rahisi akampata samaki. Ndio maana tumeona tume, tunajaribu kuona hawa, sama, hawa kuku, nani bata ambao wako kwenye, kwenye bwawa hawana mashambulizi yoyote kwa samaki, na samaki mwenyewe anakuwa anajua kabisa pale wanapokuwa wanasogelea bata katika yale maeneo samaki anakuwa upande mwingine, kwa hiyo sio rahisi samaki akabaki pale pale kwamba adonolewe labda na bata, e, n, kwenye wakiwa kwenye, kwenye mazingira ya pamoja. Kwa hiyo hiyo haitokei sana, sema tu faida tunaipata kwamba bata anaongeza kiwango cha hewa kwenye bwawa, kwa sababu anachezea yale maji na maji hayatulii muda mwingi, lakini pia anaongeza hicho, hicho kiwango cha mbolea. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Bila shaka, mtazamaji unayetamani kufuga samaki, utakuwa umepata elimu ya kutosha juu ya ufugaji wa samaki. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.